jasho uh, letu la mwisho tuweze kutetea likombe la CRB Federation Cup. Kaza mapema uh, sana uh, apat gola kupata afurah goli la kwanza mm. uh, goli mm. zuri mm. mm. uh, mm. mm. goli la pili kamimi. Mimi niwaambie ukweli Max, pia Nzengeli alinipa ahadi mechi ambayo hatukucheza hapa nyuma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 wote kutokosekana kwenye mechi ya leo kwa sababu za kiufundi. Ah, maswali ya maisha ah, asanteni ndimboban.